Bima pub urahisi wa maisha Mago, kwa nini nimewachukua nikazunguka nao wilaya nzima kwenda kutoa elimu namna gani wameweza kudhibiti moto? Na miaka minne kijiji chao hakijaungua moto, ukweli uongo? Ukweli uongo? Wametoa elimu wilaya nzima, wamekuwa ni mashujaa wa ziara yangu. Hongereni sana wanarufalili Nafikiri mwenyekiti wa kijiji cha Mago yuko wapi? Yuko hapa. Unakumbuka siku ile nilikuahidi kwamba nitawachukua vijana wako? Ndio nimewachukua, sijawachukua umewachukua, na nimezunguka nao na wamefanya kama utalii, si eti? Yes. Pamoja na kazi lakini wamefanya utalii kwenye widhaa yao yeah. Sasa leo pamoja na kusikiza kero zenu ambazo muda umekwenda, labda kama kwa ufupi, nimekuja kuwazawadia wananchi wa Mago kwa kazi kubwa ambao wameifanya ya kuhifadhi misitu na kuzuia moto kwenye misitu. Tumeshirikiana na jeshi la zimamoto na uokoaji, tumeshirikiana na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania, lakini pia ofisi ya mkurugenzi afisa misitu na ofisi nzima ya mazingira. Kwa kweli tumepata mafanikio makubwa sana, hatimaye wananchi wameelewa kwamba moto ni adui wa mazingira yetu na Makete bila moto. Nina inawezekana wale, ninaamini kwamba inawezekana matokeo yasiwe leo, lakini katika mwaka mmoja, miaka mitano, miaka kumi ijayo, tutaweka Makete yetu itakuwa ni kijani. Hawa ni mashujaa, wamefanya kazi kubwa. Sasa leo hapa kwenye msafara wao ninao ya kutoka faya kwa maana jeshi la zimamoto na uokoaji kutoka mkoa wa Njombe, kaimu mkuu wa jeshi hilo katika mkoa wetu, viongozi wote wa mkoa wa jeshi la zimamoto, lakini pia na mkuu wa jeshi hilo katika wilaya yetu ya Makete, wana neno kwa kijiji cha Mago. Mwenyekiti, sogee hapa mbele. Nyinyi ni mashujaa katika wilaya yetu ya Makete. Nakuomba mkuu wa zimamoto wa mkoa pamoja na timu yako msogee mbele, na kijiji ndo hichi. Haya mazingira yatatutunza, yatatupa na utajiri. Makete oi oy. Kwa hiyo sasa naomba niwakaribishe wenzetu wa <coughs> deswa sikuwasema kidogo kwanza kabla ya faya maana faya na maisha tupia. Kwa kweli umejitoa kwenye masuala ya moto umejitoa kweli kweli, sio moto tu, changamoto zote za uhifadhi wa misitu umekuwa ukizishughulikia, na kushukuru sana mheshimiwa mkuu wa wilaya, ndugu wa Narupalilo niwapongeze kwanza kwa jitihada zenu ambazo umezionyesha katika kusimamia misitu katika kupambana na janga la moto. Hakika nyinyi mmekuwa wahifadhi wazuri sana. Ninachoweza kusema ninawapongeza, lakini pia muendelee kutoa elimu kwa njia ambayo umekuwa mkifanya. Elimu haina mwisho ndugu zangu. Kila mtu anajifunza kila siku. Saada msio wavivu wala msio ovivu kwenda kufanya nini? Kuwasaidia. Tuendelee kuwa na moyo huo huo. Hongera nyingi sana. Kwa hiki mko kifanye. Tulikuwa tunakipambana na wenzangu hapa ma Sofresh ni kipindi hicho kituo hakipo Makete. Tunaangalia namna ya kudhibiti moto, majanga ya moto. Makete, apa, kwa wilaya yetu ya Makete tulishindwa sana. Amesema hapa mkuu wa wilaya kwamba bilioni 80 zimepotea kwa ajili ya moto wa misitu. Tuna bilioni 400 ukijumlisha mkoa mzima. Watu wamepoteza misitu. Watu wamepoteza rasilimali zao, na kuna wawekezaji wengine, yani wawekezaji wa Makete wamepoteza hela zao. Tukishirikiana wenzetu wa TFS. Kwa hizi taarifa tunazo, lakini kwa hiki kilichoanzishwa naamini tunaenda kudhibiti kabisa. Lakini taarifa njema zaidi mimi niweza kuja nazo, sababu nitakuwa naongea kwa haraka haraka. Kabisa, mkua cha kwanza kabisa wanalopalewa inawezekana, mkoa mjui, tuna kituo cha jeshi la zimamoto Makete pale mjini, na muda si mrefu wanaenda kupata vifaa vya kuzimia moto ambapo tutaanza na gari. Taarifa njema yako wana Makete, ni ndani ya mwaka huu. Nina uhakika mtapata gari la kuzimia moto pale Makete. Lakini zuri zaidi tunaenda kupata gari moto linalodhibiti moto wa misitu. Hilo gari litakuja kwanza kwa mkoa tu, itakaa pale njoo, kwa sababu itakuwa linazunguka kila sehemu wana wana, wana Upaliro kwa mm -hmm. so, ni habari njema ambayo serikali yetu imeona kwa haya yanayopambana viongozi wetu, imeona na yenyewe iwashike mkono. Kwa hiyo vifaa vinakuja kwa ajili yenu, bado tutaendelea kuongeza nguvu kwenye vifaa vile vya kubebeka vile vya mkononi kuwasapoti hao wenzetu, hizi hapa ambacho ni kazi ambayo inafanya na kazi ya jeshi la zimamoto, kuna vifaa vile vya kubebeka kama livyobeba hivi vingine, lakini pia kitu kingine ukiachana hivyo vifaa tu, lakini pia kuwaongezea elimu hao wa watu nimeona kitu anachokifanya hapa amekiongea mtaalamu pale, mwalimu. Natamani kwenye timu yako, afisa operation, wale volunteer wetu kikundi cha kwanza kukisajili, naomba uanze na kikundi cha Rupalilo. Haya ni maelekezo, mimi nakupa, nakupa tu ni hayo maelekezo, nakupa anza kusajili hichi kikundi, kwa sababu na sisi saa hizi tumeanza kusajili vikundi vile vya kujitolea ambao tunaitwa fire volunteers. Kwa hiyo sisi hapa ni kikundi na moja tunaanza nacho. Yeah. Maana hata vifaa vya operation hakikisha unapopata vifaa vya kuwasaidia watu wasaidie wanaopalilo wapate vile vifaa vya kuzimia moto. Lakini pia timu ya elimu ifika hapa kutoa elimu. Wanaopalilo na wahakishia hilo, timu yetu itaongeza nguvu ya kuja kutoa elimu ya majanga ya moto hapa. Yale aliyoongea kiongozi hapa, mwenyekiti wa kikundi ameongea, ni machache kwenye mbinu za kudhibiti moto. Mbinu ya kwanza kabisa ni elimu pia kuelimika namna ya ku, kuwasha moto kwamba moshi unaoto unawashwa muda gani wengi tunajua moto ili usisambae, utakuwasha chamba, kawasha asubuhi, kawasha kuanzia saa kumi jioni, maanake imetulia moto usisambae, tutaudhibiti moto tukiwa peke yako. Jamani, baada ya kusema hayo, lakini pia na sisi jeshi lazima moto, hatukukaa kimya. Baada ya kumwona mkuu wa wilaya ana kampeni hii hapa, tukasema tuje tukione hichi kijiji cha Mago, tuwazawadie kwa sababu hawa watu wa Mago kuna kitu wametufundisha, kuna kitu wametufundisha wanalinda vitu ambavyo si ndo tunakula kule mjini, kwa hiyo tukasema isiwe. Kwa hiyo cheti kitakabidhiwa na mkuu wa wilaya. Mimi nimekuja kama mwakilishi wa kamishna jenerali kuwakabidhi wananchi. Kamishna jenerali anawapongeza sana kwa jitihada mnazozifanya. Kwa sababu mlichokifanya kwake, amewasifia, amesema mmefanya onyesho ambalo ni Tanzania nzima inatakiwa wilaya zingine waige. Waige hii kampeni ya mkuu wa wilaya, wasimamie, wafanye hivyo. Kwa hiyo akasema basi mimi niwafikishe tu ujumbe kwamba anawapongezeni sana kwa haya mnayoyafanya, kwa sababu tayari yeye ameshamtengenezea sifa Manaka kwa kupitia mkuu wa wilaya, kwa kupitia mzimamoto wa wilaya, tayari sifa hii imeenda kwa nani? Kwa kamishna generali. Wazi. Wazi. Wazi jamani. Maneno yetu ya kijeshi ni hayo jamani. Samahani ni. Sisi tunasema wazi maana yake ni kweli, sio? Eh, kwa hiyo ndivyo ilivyo, samahani sana. Lakini ni lugha nyepesi tu kwamba wazi wazi, sio? Eh, kwa watu wa Rupalilo mmefanya jambo la maana sana kwa kiongozi wetu, anafurahia sana. Nani sina la kusema? Kwa sababu alisemaje? Kujua kitumwa anasemaje? Usiongeze poloja, amesema anawashukuruni. Mmemfurahisha sana kwa metuma yeah, wow. Cheti chake hapa atumkabidhi mkuu wa wilaya. Sisi tulikupokea jana, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, hiki cheti utawakabidhi hao wapiganaji, kwa vijiji vingine na vyenyewe viweze kuzawadiwa vyeti kama hivi, maana yake watu wamefuzu mafunzo. Tunashukuru sana. Mje nyuma ya mwenyekiti wenu ni kabidhi sasa yeah. Sasa mnachukua mnanyanyua juu. Mago oye! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Kwanza mimi nitangulize shukurani kwamba hili pambano lilikuwa ni kwa kijiji cha Mago. Kijiji cha Mago kilijitoa muhanga kupambana na hali ya kulinda mazingira, lakini ni shukuru Mungu kwa wilaya yetu ya Makete wamekuja wakuu wa wilaya wengi, lakini mama Kissa Gwakisa ni kushukuru sana, kwa sababu umeona hii hali ya Makete, bila watu kuwepo bila ukijani kuwepo haitakuwa ina usalama. Baada ya kuona kazi ya wanamago kujitoa, kwa wanamago, ukatamani tuseme neno kwa wilaya ya Makete, tuseme neno kwa kata kwa kata tusemi najua, saa hizi hatusemi kata kwa kata wala Makete, tunasema kwa taifa zima. Tunatamani nchi yetu ibaki ya kijani, tunajua nchi hii ikiwa ya kijani uchumi hata wa dunia utakuwa. Leo hii tunapotunza mazingira, tutambue wenzetu huko duniani wanategemea haya mazingira tuliyoyatunza sisi. Ukijani huu tulionao unategemea kutunza afya za watu dunia nzima. Niwaombe wana Lupalilo. Huyu mama amekuja hata mwaka hajamaliza, anatamani Makete iendelee kuitunza dunia. Sasa kama sisi hatutajitoa, tutambue kwamba tutakuwa tunaiangamiza dunia. Kama tunatamani kuiokoa dunia, naomba wana Lupalilo wote tuungane na mawazo ya mama yetu, tuungane kupambana kuitetea hali iliyoko Makete. Hali ya Makete ni ya ukijani. Ukipotea ukijani, hatuna afya. Tufanye kitu cha tofauti, ili mazingira yetu kwa wilaya yetu ionekane. Sasa Tanzania nzima wanakuja kutalii Makete kwa hii elimu ambayo tumeionyesha leo hii, dunia waje kuja kutalii Makete kwa hii elimu ambayo tunaifanya ya kulinda mazingira. Nishukuru sana mama, nishukuru sana Mungu aliyemfungua akili Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan hata kukutoa we kuja Makete. Haya unayoyafanya ni kwa ajili ya uhai wa wana Makete, ni kwa ajili ya uhai wa wana Mago, ni kwa ajili ya uhai wa dunia nzima. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima papo kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima, inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima uwezo wa kupata mkopo bwana, hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji, hata kama bajeti na bana. Tumia bima pap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli, au kwa whatsapp tuma neno bima pap kwenda namba 0764166066, ujipatie bima. Bima pap urahisi wa maisha.